Kwa nini mataifa ya Kiarabu ambayo yangetarajiwa kuwa mstari wa mbele katika harakati za kukomboa Gaza na kupigana na Israeli yamekuwa nyuma? Leo nataka nikukumbushe uh, maazimio ambayo yalifikiwa kwenye mkutano wa Khartoum, mkutano wa nne wa Arab Summit, Arab League, umoja wa nchi za Kiarabu ulifanyika Khartoum Sudani uh, mwaka elfu moja mia tisa sitini na saba. Hii ni baada ya vita ile vya siku sita ambapo Waarabu walipigwa na Israeli akachukua maeneo makubwa zaidi. Sasa mkutano huu ulipitisha maazimio kadhaa, lakini maarufu ni zile three no's, three no ambazo walizipitisha Waarabu wakasema, no no recognition with Israel, no peace with Israel peace israel no negotiation with israel. Yani, hakuna kuitambua Israeli, hakuna amani na Israeli, hakuna uh, kupatana au kujadiliana na Israeli. Mbali na hayo, pia walikubaliana mambo mengi. Kwa mfano, walisema wa, wa umoja kati ya nchi za Kiarabu, lakini ukiangalia umoja kwenye nchi za Kiarabu umekuwa ni mdogo sana. Mara nyingi wao wenyewe wanapigana wao wenyewe, mara wanavunja ubalozi, mara wanafungia na hiki na hiki, vitu vingi sana kwenye nchi zao za kiarabu tu. Hata umoja kwao umeshindikana, hata usafiri kwao bado ni tatizo. Kwa hiyo wao ni Waarabu, wanazungumza lugha moja, wana dini moja, lakini hawawezi kuungana, hawawezi kuwa na umoja kiasi hicho, hawawezi kuruhusu raia wao kuenda kwa amani huku na huku, hawawezi kufanya biashara wao kwa wao kwa hiyo bado ni tatizo hilo, lakini pia wakasema maeneo yale ambayo yamekaliwa wakitumia lugha hiyo ambayo yamekuwa occupied kwamba ni jukumu la ni maeneo ya Kiarabu na ni jukumu lao kuweza kuyakomboa. Lakini pia wakasema kuunganisha nguvu za kimataifa ili kuweza kupambana na kila namna ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya dhuluma ambayo wao wanasema uonevu ambao wamefanyiwa lakini vile vile wakasema watatumia mafuta, walitaka kusitisha kupump mafuta kama silaha, lakini baadaye wakaona hiyo haitawalipa wakaachana nayo. Lakini Kuwait ilipendekeza kwamba kuanzishwe Arab Economic and Social Development Fund, maana yake mfuko wa nchi za Kiarabu wa maendeleo ya kijamii na ya na ya na ya na na na na na ya kiuchumi lakini vile vile wakasema kuunganisha nguvu za kijeshi ili kupambana na kila namna ya dhuluma za kijeshi. Lakini vile vile wakakubaliana kwamba military bases, kambi za kijeshi za mataifa mengine zilizopo kwenye taifa la Kiarabu lolote ziweze kuondoka. Sasa ukiyapima haya kuanzia mwaka 1967 uh, utagundua kwamba karibu yote hayajatekelezwa au mengi hayajatekelezwa. Uh, hizo three no's ambazo walizisema ndo zilikuwa maarufu. Mkutano huo una maarufu wa hayo maneno matatu three no's, no peace with Israel, hakuna amani na Israeli; no recognition of Israel, hakuna kuitambua Israeli; no negotiation with Israeli, hakuna majadiliano na Israeli. Ukiangalia kwa mfano hizi three no's mpaka sasa Israeli, kuna mataifa kadhaa ambayo yamemtambua na yameanzisha uhusiano naye. Sudani yenyewe ambapo huyo mkutano ulifanyika, kwenye Abraham Accords miaka elfu mbili na ishirini hapa uh, Sudani wameitambua Israeli na wana ushirikiano sasa hivi rasmi wa kidiplomasia. Morocco inaitambua Israeli, uh, Qatar inatambua Israeli, Bahrain inatambua Israeli. Uh, Misri wakaanzisha ile mazungumzo ya Camp uh, David uh, Misri wakapatana na Israeli wakakomesha uhasama. Kwa hiyo Misri yenyewe ambayo ndo kwa kipindi hicho mpaka sasa bado inatambulika kwa namna fulani kama kiongozi wa Arab Nations, wakaitambua Israeli. Lakini uh, mpaka sasa Saudi Arabia bado wanaendelea na majadiliano kwamba wanaweza kaitambua Israeli. Ukiangalia tu hizo three no's za kwao hakuna nchi ambayo imezitekeleza kwa usahihi, bado kuna mataifa kadhaa ambayo hayatambui uwepo wa taifa la Kiyahudi la Israeli, lakini na wenyewe ni kama tu wanacheza. Lakini ukiangalia military bases, Marekani, Uingereza bado wana kambi za kijeshi nyingi sana mashariki ya kati, mojawapo ikiwa Qatar, kambi kubwa sana iko kule. Kuna kambi nyingi sana za Marekani bado zipo na za Waingereza pia bado zipo na hata wao wenyewe bado wanategemea ushirikiano wao na, na marekani na silaha nyingi. Kwa mfano jeshi la Misri linapokea ufadhili wa kutosha tu kutoka Marekani, lakini unapokea silaha nyingi tu kutoka Marekani. Kwa hiyo ukiangalia nchi za kiarabu mara nyingi zimekuwa nyuma sana, ni wanapenda kutumia maneno makali sana, ukiwasikiliza unaweza kudhani wako serious, lakini hakuna hata nchi moja ambayo inathubutu kufanya jambo lolote. Kwa mfano hapa walisema wanaweza akatumia nguvu za kijeshi. Tumeona Israeli hapa miaka, mia, mia, uh, mwaka kuanzia mwaka elfu mbili na ishirini na tatu, baada ya mashambulizi ya Oktoba 7, Israeli amepigana maeneo mengi, amepigana Lebanon, amepigana Syria, amepigana kule Gaza, lakini hakuna nchi hata moja ya Kiarabu ambayo ina dalili ya kwamba inaweza ikachukua hatua za kijeshi dhidi ya Israeli. Kwa hiyo haya maneno ambayo wanayatumia ni maneno tu ambayo wao wenyewe wanaelewa kabisa kwamba ni vitu ambavyo haviwezekani, zaidi tu ambacho wameweza ni kushitaki kwenye Umoja wa Mataifa. Kwenye kushitaki Umoja wa Mataifa kwa kweli hapo wanaweza. Warabu, ukitaka waamini Umoja wa Mataifa, wao wanaishtaki Israeli hapo watauamini sana Umoja wa Mataifa kwamba uko sahihi, lakini kwenye vitu vingine hauko sahihi. Sasa ukiangalia okay, kwa nini Waarabu wenyewe hawako mstari wa mbele kupigania Gaza? Kwa nini hawatoi misaada ya kutosha Gaza? Kwa nini hayo maazimio ambayo waliyasema kwamba hakuna amani, hakuna recognition, lakini yote yao wameyavunja? Lakini kuna mataifa mengine unapata kama South Africa, taifa ambayo liko mbali, lenye matatizo ya kutosha, lililoongoza kwa kesi za mauaji ya, ya, ya silaha na maambukizi ya virusi vya UKIMWI, badala ya kupambana na mambo yake kwa kutaka kuifurahisha dunia na labda kwa fedha kadhaa kama inavyozaniwa kutoka Qatar na uh, Iran, South Africa wanaamua kwenda kushtaki Israeli. Au unamkuta mtu anapambana na Israeli yuko mbali sana. Wakati Waarabu wenyewe waliopo pale karibu wanaozungumza lugha moja na dini moja hawajachukua hatua zozote. Kwa hiyo ni jambo la kutafakari sana. Hata nchi ambazo ziko mstari wa mbele kupambana na Israeli ni nchi za Ulaya, Hispania, Ufaransa, Uingereza, Norway, Sweden, Finland na mataifa mengineyo ya huko magharibi ya wazungu ambao wao wenyewe wanaitwa makafiri na maadui, ndio ambayo yako mstari wa mbele. Kwa hiyo ni jambo la kujiuliza sana. Mimi naamini Waarabu hawako serious na wanajua kabisa haya mambo ya Palestina hayawezekani, ndio maana nchi nyingine kama Saudia wameamua kabisa kuachana na hizi harakati za za za, za, za za za Gaza. Ukiangalia nchi kama Iran inaongea kwa kutumia maneno makali, lakini iko mbali haitaki kuchukua hatua yoyote, haitaki hata kumkaribisha mpalestina mmoja nyumbani kwao, lakini kwa kutumia maneno sasa. Uh, nchi nyingi zimeona kwamba ukitaka kuwa prominent, ukitaka kujitutumua Gaza ni karata nzuri sana ya kuitumia kimataifa kuweza kupambana na taifa la Israeli, au angalau kuonekana kwamba wewe unapambana. Na hiyo imekuwa tu, wakikutana wanajadiliana, wanatoa maazimio makali, lakini hakuna msaada wowote wanapeleka Gaza, iwe wa kijeshi iwe ni wa kiutu, wa kiraia, hakuna namna yote. Kwa hiyo hizi ni propaganda tu, mimi naamini ah, changamoto kubwa ya Israeli kwa sasa itatokea Ulaya, itatokea Ulaya Ulaya itasababisha madhara makubwa kwa Israeli kuliko hata Asia au ulimwengu wa Kiarabu. Na Wayahudi na taifa la Israeli ingepaswa wafahamu hilo kwamba Ulaya ni hatari zaidi kwa Israeli kuliko hata Asia yenyewe. Ulaya ndiyo mahali ambapo Wayahudi milioni sita na zaidi waliuliwa, na kwenye siku hizi za mwisho bala au watu ambao watakuwa wabaya zaidi kwa taifa la Israeli kama ilivyo historia itakuwa ni Ulaya. Uh, watu wanasema ukitaka kutabili future ni rahisi tu kwa kuangalia uh, pasti, kwa kuangalia historia. Historia iliyopita inaweza ikakuambia yale yajayo, kwa hiyo ni vema sana wayo.